Napenda kukukaribisha katika siku ya leo na katika masomo yetu. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ili uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha ya usuyo malezi pamoja na familia. Musa anapokufa haikumchukua Mungu kupata a, yani kupata hende, yani kuwaza kwamba nani anaweza kusimama baada ya Musa, ilikuwa tu ni rahisi, akaenda moja kwa moja kwa Yoshua, mtoto aliyeandaliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Narudia tena, mtoto aliyeandaliwa. Huyu sasa ameshakuwa kijana, ameshakuwa mtu anayeweza kuwa kiongozi, lakini kuna kazi ilifanyika huku chini. Unajua Yoshua, ukifuatilia habari zake, ndio yule ambaye uh, Musa alipo, alipokuwa uh, alikuwa anamjenga katika maeneo mengi sana. Unakumbuka hata wakati akiwa anapigana na Wamaleki, yeye aka, akaenda mlimani kunyanyua mikono kwa ajili ya ushindi wa vita. Aliyekuwa anapigana vile vita ni Yoshua maana yake aliandaliwa kutoka mwanzo. Alikuwa ni mtu ambaye yuko karibu na Musa, ni kati ya vijana ambao Musa alikuwa nao akiwafundisha na kuwekeza imani ya Mungu wa kweli kwa nguvu ndani yao, na sasa huyu mzee anapofikia uzee wake tayari ameshamleta Yoshua. Yoshua anasimama sasa, wakati yeye ameshakufa ameondoka. Ni kama Musa amekufa, lakini bado anaishi. Jamani, bwana asifiwe. unajua Ukiandaa watoto wako vizuri, hata kama maisha yako yatakoma, kwa sababu huwezi kuishi milele, watoto wako watasimamisha mambo yote ambayo wewe ulikuwa unafanya, na ndicho kilichotokea kwa Musa, nafasi ile ile akapewa kusimama. Lakini ukimaliza kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua kina utendaji mkubwa sana na mambo makubwa sana ambayo hao watu walifanya, wa kizazi cha Yoshua walifanya vita vikubwa na kushinda, walifanya mambo makubwa sana. Yoshua ndio yule ambaye alisimamisha jua ili aweze kupigana na maadui zake, alikuwa na uwezo mkubwa sana Yoshua. Lakini habari za kusikitisha tunazipata kwenye kitabu cha Waamuzi, kwa sababu inasema na inaanza vile vile kama ilivyoanza kitabu cha Yoshua, ikawa baada ya kufa kwake Yoshua. Maana yake wanahitaji sasa kiongozi, maana Yoshua kutoka utoto amekuwa amefika ujana amefu amekuwa akawa mtu mzima ameongoza taifa akawa mzee na mwisho naye akafa kama mwenzake Musa. Sasa yeye anapokufa, nani anatawala sasa? Nani anafanya ile kazi ambayo yeye alikuwa anafanya sasa? Alipokufa Mungu, alipotazama nani aweze kuongoza baada ya Yoshua. Baada ya Yoshua kufa alipotafuta ni kama alikosa, kwa hiyo akakaa kimya, si kama unanielewa mtu wa Mungu? Maana yake hakuna mtu awakushughulika na uzao na watoto kuwekeza mambo ya Mungu kwa nguvu. Sasa alipokaa kimya, ndio maana wana wa Israeli wanamuuliza Bwana, wanamwambia ni nani atakaye kwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanani. Sasa tunajiuliza kwa nini swali hili hawakuuliza kwenye kitabu cha Yoshua? Maana Yoshua alipo, Musa alipokufa ah, mara moja tunamwona Mungu ah, ni kama tu anafanya anamwapointi ah, Yoshua kwamba wewe utaongoza. Sasa hapa pia tungetegemea kuona Mungu akiwa anamchagua mtu naye atakaye simama, lakini panakuwa kimya, kwa sababu hakuna ambaye ameandaliwa na ukisoma kitabu cha Waamuzi, ndio kitabu ambacho Israeli iliongozwa kwa namna ya ajabu ajabu sana kwa sababu ni kama hapakuwa na mtu hasa ambaye alisimama, na ndio maana ki, ikawa inaongozwa na waamuzi. Lakini sura ya pili ile ndio unaona jinsi ambavyo kinainuka kizazi ambacho hakimjui Mungu wala hawajui jui habari za Mungu wala matendo ya Mungu wala habari za Mungu hawana habari nazo, kwa sababu wazazi hawakuwa na muda wa kuzungumza na wale watoto wao. wow. Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Sasa nataka nikuambie kwa maandiko haya, maana yake ni kwamba usipoweka chochote kwa mtoto wako, usitegemee hatima nzuri mwishoni. Usipowekeza kwa watoto wako, hiyo kazi inakuhusu kuhusu wewe. Na tulisema katika semina yetu kwamba uh, malezi ni, ni jambo la heshima ambalo Mungu ametupatia sisi, na malezi umri Udogo wa mtoto, mtoto akiwa mdogo, bila, anasema mlee mtoto, amesema mtoto. Sasa anapokuwa mdogo, mzazi umepewa mamlaka, yani Mungu ameachilia mamlaka makubwa sana kwa mtoto wako, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wewe unaweza kupanda chochote, unaweza kufanya chochote, unaweza kuwekeza chochote, unaweza kuweka chochote ndani ya mtoto wako. Na ndio maana ndio umri ambao Biblia inazungumza kwamba wakati huo kila utakachokiweka yeye Mungu atashikilia alafu kule kushikilia hata iacha mpaka mwisho. Sasa Biblia haisemi mlee kijana, haisemi mlee mzee, inasema mlee mtoto. Kwa nini? Kwa sababu kuna siri iliyoko ndani ya mtoto. Kuna kitu ambacho Mungu anajua wewe ukifanya, kuna vitu ambavyo vitatokea. Sasa kanisa la Bwana na watumishi wa Mungu lazima kufanya kwa nguvu, ili mambo yatokee. Nataka kwa haraka haraka, umeona sasa kwamba malezi ni eneo la wewe kufanya, alafu Mungu atimize amalizie. Ni eneo la wewe kuwekeza, alafu Mungu ashikilie, na hatima baadaye ya mtoto tuione ikiwa imekamilika. Ni eneo ambalo unawajibika moja kwa moja kufanya. Sasa mambo ya kuzingatia kwa vitendo ili kuleta afya na uhai wa mtoto wako, mambo ya kuzingatia. Natamani mambo haya Mungu akusaidie na atusaidie, ili tuweze kufanya vizuri na kwa ubora sana. Sasa jambo la kwanza, wazazi na walezi, walimu wa watoto, watu wanaokaa na watoto pamoja na kanisa, jambo ambalo sisi tunapaswa kufanya ili watoto wetu wafanikiwe tuweze kufanikiwa kuleta uhai ndani ya maisha ya watoto na kuleta afya. Jambo la kwanza ni uwepo na upatikanaji, uwepo na upatikanaji. Najua moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo watoto wanapitia ni wazazi kukosa nafasi ya kuwa pamoja na watoto wao. Sasa hapa uh, yani, sasa hivi tungefanya utafiti tuone, jinsi ambavyo, tukakuuliza muda gani umekaa na watoto wako wiki nzima, toka wiki ianze mpaka leo. Na tunaposema kukaa, ni ule wakati ambapo mtakaa na kuzungumza, ile meaningful conversation, kuzungumza mazungumzo yenye maana, acha na ile unamtuma nenda kaleta safuria, nenda kalete sijui sahani, fanya hivi, sijui na nini, umefanya homework na vitu kama, acha hiyo, ile ambayo mnakaa pamoja na kuna vitu wewe unazungumza na mtoto wako yale mazungumzo yenye maana ambayo kuna, ambapo kuna vitu vinahama kutoka kwako kwenda kwa mtoto. Mara nyingi sana wazazi wamekuwa wako bize kuliko kawaida, hawapatikani. Tunaweza tukawa na familia, pata tu picha, asubuhi mnaamka saa kumi na mbili, tuseme mfano, watoto wanaenda shuleni, baba anaenda kazini, mama anaenda kazini watoto labda wanaweza wakarudi saa kumi wakirudi nyumbani saa kumi mama yuko labda ndiye anarudi kazini kwenye shughuli zake, au baba naye ndiye anarudi kwenye shughuli zake. Wakifika saa hizo, baba anaweza akawa kwenda labda kutembelea miradi yake na mambo mengine, mama ndiye anaanza kufanya shughuli za kuandaa, uh, kuandaa chakula kwa ajili ya jioni. Ile inapofika jioni saa kumi na mbili hivi jioni, huo muda ndio tunawahimiza watoto mwenye homework, kafanye homework, sijui kama hujafanya, hujabrush viatu kama sijui kuna nini na nini kafanya. Wakati huo mama yuko bize kufanya maandalizi na, kwa ajili ya familia. Sasa hapo, hii taasisi yetu inayoitwa familia tumekutana pamoja, lakini kila mtu ana shughuli zake. Sijui kama unanielewa vizuri. Sasa tunafanya hizo shughuli, mama anaenda kule, baba atafanya hivyo, mama baadaye anatuita mezani, chakula kimekuwa tayari saa mbili saa moja hiyo. Sasa tukifika nyumbani, baba amechoka mama amechoka, watoto wamechoka, yaani kuna ambao, yaani mama tu anatupa chakula pale, ile tu tunapoanza kula, kuna wengine wanaanza kusinzia hata wajamaliza chakula. Sasa kuna kitu utasema hapo? Maana umechoka, mama amechoka, watoto wamefanyaje? Wamechoka. Hiyo ni day one, siku ya kwanza. Siku ya pili shughuli ni vile vile, watoto wanaenda shuleni baba anaenda kazini hivyo, siku ya tatu hivyo, wiki moja hivyo, miezi miwili hivyo, mwaka mzima. Nakwambia unaweza ukakaa mwaka mzima hukuwahi kuzungumza na mtoto wako. Yani ni ile tu mtakutana, utafanya uh, utaangalia, utaangalia eh, kuna shida gani baba? Kuna unatakiwa uh, kulipa ada, okay, nguo yangu imeisha, sijui na nini, hizo zote utazifanya, lakini nakwambia eneo la kiroho lisipojengwa vizuri, hauwezi kufika mahali kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe! Lazima utenge muda wa kuwa na mtoto. Saa nyingine watoto wetu wanapitia mambo mazito makubwa, na anataka kukusikiliza, na anataka uwe pamoja na yeye ili uweze kumsikiliza na kuelewa. Ngoja nikupe uh, ushuda huo. Mzee mmoja alikuwa kila watoto wakifunga shule alitamani kuwa na muda wa kijana wake ambaye alikuwa ni chipukizi. Sasa huyu mzee alikuwa anafanya shughuli za uvuvi, uh, uh, uh, uvuvi si ndio? Eh, kuvua samaki. Sasa akasema likizoi mtoto wangu atakapokuja tutakuwa tunaenda wote kuvua samaki, tutakuwa tunaenda wote pamoja ili atengeneze ule, yani ile ule ukaribu wa kuwa na mtoto. Sasa huyu baba anapoenda kwenye shughuli zake zile atachukua vile vifaa vya kwenda kuvua samaki, sijui ndoano, sijui ile nini ya kuweka kwenye ndoano, kila kitu. Sasa mtoto akiwa naye, baba anafanya mazungumzo yote kuhusu kwenda kuvua samaki, kwa hata wakiwa njiani, wanaenda anamwambia mtoto, anamweleza ana mtoto, sasa tukifika pale utaandaa, sijui hii utafanya, utaandaa hiki, anamweleza namna ya ana ana kuandaa vile vitu ambavyo anapaswa kuandaa. Kumbe huyu mtoto bwana anapitia kwenye jambo zito ambalo anatamani kumshirikisha baba yake. Lakini sasa kila wakifika wak wakati wanatembea njiani, baba anazungumza juu ya kuvua na namna ambavyo wanaweza kufika kule na kufanya zile shughuli. Wakifika kwenye eneo la kuvua, watafanya zile shughuli, watakusanya samaki, then wanarudi nyumbani. Sasa yule kijana akasema, natafuta muda baba aniachie, ili nizungumze niliyoko moyoni mwangu, lakini yeye amekuwa akinieleza mambo ya kuvua na kuvua na kuvua. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ili uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha yahusuyo malezi pamoja na familia.